Okay, na nakwenda kukuonyesha ni jinsi gani ya kurudisha email ambayo imepotea au I mean, am, kur, kurudisha uh, kurudisha password ya email ambayo imepotea. Cha kwanza kabisa um, cha kwanza itafute browser kwenye simu yako, itafute browser kwenye simu yako fungua browser. Amenenda pale juu kabisa andika Google.com website kisha, kisha ya ikishafunguka Google ikafunguka kama hivi, so ikishafunguka, nenda hapa juu, hapa kwenye ingia au sign in. Kisha enda kwenye ingia au sign in. Um, kuna sehemu ya kuingiza barua pepe sasa. Hapa sasa hapo ndo unaingiza email yako ambayo umesahau password yake kisha ingiza email yako then piga next, usubirie. After that sasa itafunguka, alafu inakuonyesha sehemu ya kuingiza password. Sasa kwa kuwa password umesahau, bonyeza hiyo option hapa, umesahau neno siri lako. Ikishafunguka um, hiyo hapo andika neno siri unalolikumbuka la mwisho, we ajast andika password ambayo unaikumbuka ya mwisho kabla ya I mean, kabla ya kutumia yaani, kabla ya kuisahau password ambayo unaikumbuka ya mwisho ulikuwa unaikumbuka, then bonyeza inayofuata au next. Baada ya hapo, um, itakuja option ambayo akuhitaji uingize na namba zako za simu ambazo unazikumbuka ambazo ulizitumia kufungulia akaunti, ambazo zinaishia na hii namba ambayo utapewa hapa. Za kwangu zinaishia na arobaini na nane. Ndo hizo hapo, ndo utatakiwa kuziingiza. Baada ya hapo, bonyeza next au tuma, then usubirie kinachofuata. Okay, baada ya hapo sasa utapokea message. Utapokea message yenye ina kodi ambazo zimeanziwa na G, alafu namba zingine sita zinafuata. Sasa unaingiza hizo namba halafu unakliki next au inayofuata. Okay, baada ya kuingiza hizo namba kliki next au bonyeza inayofuata, halafu sasa ndo utaletea option sasa kuingiza password mpya, alafu unairudia tena hiyo hiyo hapa chini, alafu una click tu badilisha neno siri. Kwa hiyo hapo utakuwa umeshabadilisha password yako.